Rais Donald Trump wa Marekani anatazamiwa kuzungumza kwa njia ya simu kwa nyakati tofauti na marais wa Urusi, Vladimir Putin, na Volodymyr Zelensky wa Ukraine, huku waka, eh, wakati pande hizo mbili hizo tatu mradhi zikionekana kupiga hatua kuelekea makubaliano ya kusitisha vita vya Moscow dhidi ya Kiev. Hayo yanatarajiwa katika wakati ambapo Urusi inaripotiwa kutwaa vijiji zaidi vya Ukraine. Mohamed Khalef. Na mengi zaidi kupitia ujumbe wake wa mitandao ya kijamii mwishoni mwa wiki, Trump alisema anatazamia mazungumzo yake na viongozi hawa wawili Jumatatu ya leo yatakuwa na manufaa makubwa kuelekea usitishaji wa mapigano, akiita siku ya leo kuwa yenye matunda. Trump amesema juhudi zake za upatanishi zitahusisha pia mazungumzo na viongozi wa muungano wa kijeshi wa NATO. Waradisi wa mambo anasema mazungumzo ya leo ni kipimo kikubwa kwa heshima ya Trump kama mfikiaji mapatano kwa haraka, ambaye amekuwa akijisifia kuwa na uwezo wa kupata mkataba wa amani kati ya Urusi na Ukraine tangu hata hajaingia ikulu ya White House mapema mwaka huu. Rais huyo kutokea chama cha Republican anategemea zaidi haiba yake na historia yake binafsi na Putin kwamba vinatosha ukiuka vingi vyote vinavyozunguka mzozo huo Mshauri wake maalum Steve Witkoff ameliambia shirika la habari la AP na hapa na mnukuu, hisia zake ni kwamba kama akiweza kuzungumza kwa njia ya simu na rais Putin ataweza kuweka sawa mambo yaliyoonyesha vikwazo vya mazungumzo ya awali ya ngaza chini, mwisho wa kumnukuu. Ikulu ya Urusi Kremlin imethibitisha kuwa rais Putin atazungumza kwa njia ya simu na Trump majira ya saa kumi na moja jioni ya leo, kwa mujibu wa shirika la habari la nchi hiyo ria. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov amesema mazungumzo ya viongozi hawa wawili yatajikita kwenye matokeo ya majadiliano kati ya Moscow na Kiev yaliyofanyika mjini Istanbul, Uturuki, wiki iliyopita. Haya yaripotiwa wakati wizara ya ulinzi ya Urusi inasema vikosi vyake vimechukua udhibiti wa kijiji cha Novolinka kilicho kwenye mkoa wa mashariki mwa Ukraine wa Donetsk. Shirika la habari la RIA limeinukua wizara hiyo ikisema kuwa wanajeshi wa Urusi wametoa pia kijiji chingine cha Marine kwenye mkoa wa kaskazini wa Sumi. Urusi imekuwa ikisonga mbele kwenye eneo la mashariki mwa Ukraine ambalo ni ukanda wa viwanda tangu ilipoanza uvamizi wake mnamo mwezi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini ni katika siku za hivi karibuni tu ndipo imekuwa ikisonga mbele kuelekea mkoa wa Sumi baada ya kufanikiwa kuvifurusha vikosi vya Ukraine kwenye mkoa wake wa Kosk. Haifahamiki kwa kiasi gani hatua hizi za leo za kijeshi zitaathiri mazungumzo kati ya Trump, Putin na Zelensky, hasa ikizingatiwa kuwa daima msimamo wa Zelensky ni kwamba Putin haaminiki hata kidogo, panapokuja suala la kupatikana kwa amani ya kudumu kati ya pande hizo mbili.